Ndugu zangu eh, bwana kijiji sio, yaani tokea nimekuja kijiji mazinga umbe kila siku afiki yangu hasa jana ndo amenipa kubwa kuliko afiki yangu. Yaani nimelala tu, nipo kwenye bonge moja la msitu, sijui ni wapi huku natokezea wapi. Jamani, ngoja niangalie kama nitapata njia ya kiamungu leo, mama